Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update nyingine ambayo tumeipata hivi karibuni, baada ya kukuletea zile habari kwamba Mery wa Mwijaku, yani yule bidada ambaye video zake zilivuja akiwa anamfanyia ukatili mwanamke mwenzie, kwa sababu tu ametembea na mpenzi wake ambaye ni Mwijaku. Umeona eh, kwa, kwa hiyo basi kilichotokea ni kwamba huyu Mery bwana baada ya hayo yote ku happen kuna hizi messages ambazo zilivuja zikiwa zinamuonyesha, inasemekana kwamba alikuwa na chati na mama yake, akiwa anamuelezea kwamba yeye ameshindwa kuvumilia, kama tulivyoongea katika video iliyopita, kwamba anadai kwamba ameshindwa kuvumilia na ameamua ajitoe uhai, kwa sababu anaogopa kujipeleka mwenyewe polisi, nawezi kuvumilia kwamba afungwe akiwa na umri wake huo bado mdogo. Umeona bwana. Sasa sasa, kwa kwa kwa mujibu wa habari ambazo tumezipata kwa sasa hivi, kwa hivi kwa sababu hizi hizi messages zilikuwa zinasomeka, ngoja ni somea hapo chapuchapu ili uweze kupata mwanga iwapo kama video iliyopita au kuitazama. E, hapo aliandika hivi kwamba, shikamoo mama yangu, kwa kweli naomba naomba sana msamaha, kila nikijitahidi kuvumilia nashindwa mama. Mama mtu akajibu kwamba marahaba mwanangu, najitahidi kukutafuta sana lakini hupokei simu, upatikani uko wapi? E, mtoto huyu Mery akajibu kwamba siwezi kukubali kwenda polisi, najiona na nikiwa na nikiingia jela mapema hivi. Hii ni mbaya sana kwa upande wangu mama, ni bora nife kwa sasa, ila siyo kuendelea kupata tabu hii. Nisamehe kwa maamuzi ninayokwenda kuyafanya. Mama, naomba uniombee msamaha kwa baba eh, na wadogo zangu. Mimi ni marehemu ninayetembea, wacha nife tu mama eh, nateseka sana. Umeona, baada ya hapo tukaona kuna eh, huyu mama mtu akapiga sana simu kama mara mbili, lakini no answer. Yani hazikupokelewa sasa. Habari ambayo tumeipata sasa hivi ni kwamba Mery wa Mwijaku kutaka kuhusiana na hiyo habari ya Mery wa Mwijaku kutaka kujiua kwa mujibu wa messages ambazo zinasemekana kwamba zilivujishwa huko mtandaoni, hapa ameandika kwamba bwana, leo nikiwa na peruzi kwenye mitandao ya TikTok nimekutana na taarifa za kuwa Mery wa Mwijaku anataka kujiua, ikiwa amevalishwa, ikiwa imevalishwa news template, na news template yangu kiukweli nimeshtuka sana, kwani hakuna siku nimewahi kuchapisha kuna mtu ameandika hivyo kwamba kuchapisha ee, habari hiyo. Nadhani hata nyie pia wafuatiliaji mtakuwa mnaelewa. Taarifa rasmi kutoka kwangu ni kwamba taarifa hiyo siyo ya kweli inavyosemekana, na naomba ipuuzwe. Na katika kurasa mbalimbali mbali, ambazo zimesambaa hiyo taarifa, haina ukweli wowote hivyo, ukikutana nayo ukikutana na kitu chochote Eh, kwenye habari kwenye akaunti tofauti tofauti, mjue kabisa kwamba sio eh, za kweli. Kwa hiyo hapa, eh, kuna wadau wamekuja kuzi ku clear the air kwamba hizo chat bwana, inasemekana kwamba ni za mchongo. Umeona, eh, kwamba inasemekana hizo chat ni za mchongo. Kwa hiyo hizo habari za kusema kwamba eti Mery anataka kujiua si za kweli. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, toka tukisoma na kuriplai kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.